na katika habari za kimataifa Wapalestina 25 wauawa wakati wa usambazaji wa msaada Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie na waziri wa fedha Dkt. Mwigulu Nchemba amesema kuwa serikali inatambua na kuthamini ushirikiano wa karibu na wa kimkakati na Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB uliochangia utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ya miundombinu, nishati, maji, kilimo na ustawi wa jamii. Taarifa zaidi inasomwa studio na Miriam Mlaponi. Dkt Nchemba ameyasema hayo wakati akitoa majumuisho ya uwakilishi wa Tanzania katika mkutano wa 60 wa baraza la magavana wa benki ya maendeleo ya Afrika AfDB na mkutano wa 51 wa baraza la magavana wa mfuko wa maendeleo ya benki hiyo ADF uliofanyika katika hoteli ya Sofitel Ivoil Abidjani nchini Cordivar. Amesema kuwa katika miaka ya hivi karibuni, Tanzania imekuwa na ongezeko kubwa la ushirikiano na benki ya maendeleo ya Afrika AfDB ambapo hivi sasa serikali ina keleza miradi ya maendeleo ya kimkakati 25 ikiwemo 21 ya serikali Tanzania bara na Zanzibar na miradi minne ni ya sekta binafsi katika sekta za miundombinu, nishati, usafirishaji, maji, usafi wa mazingira na kilimo. Yetu tuna eh, ushirika nao wa miradi mingi ya maendeleo ikiwemo ee, mikubwa na miradi midogo. Ee, kwenye miradi mikubwa umeona tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa reli ya kisasa ee, kipande cha Tabora kwenda Kigoma pamoja na kipande cha Kigoma kuelekea Burundi na baadaye DRC. Lakini pia tunashirikiana nao kwenye ujenzi wa e, barabara za mzunguko za jiji la Dodoma pamoja na uwanja wa ndege wa Msalato kutaja tu miradi michache lakini iko na mingine mingi ambayo tunashirikiana nao kwenye masuala ya nishati, masuala ya e, barabara pamoja na, na maeneo mengine. Lakini kwa hapa e, katika kikao hiki ambacho tumetoka kukimaliza tumejadiliana maeneo ambayo e, yanahitaji ukamilishwaji wa miradi katika vikao vya pembezoni mwa mkutano mkuu, lakini pia tumejadiliana a, kuhusu miradi mipya ambayo a, tunatarajia kuitekeleza ambayo eh, kwa kiwango kikubwa tayari mashirikiano kimazungumzwa ya, ya, ya, kwenye ngazi ya wataalam na ngazi ya wizara pamoja na benki tumeshamaliza. Aidha amesema kuwa chini ya mfuko wa maendeleo wa benki ya maendeleo ya Afrika ADF mzunguko wa 17, Tanzania itaendelea kupata rasilimali fedha kwa kutumia mifumo mbalimbali ikiwemo mbali, dhamana za mkopo ili kusaidia miradi mikubwa ya miundombinu kwa ajili ya maendeleo ya wananchi. Akizungumzia kuhusu rais mteule mpya wa benki ya maendeleo ya Afrika Dr Kuldita amesema rais huyo mpya wa AfDB si mgeni kwa Tanzania, ambapo amempongeza kwa ushindi wake na kwamba Tanzania itashirikiana naye kikamilifu kuhakikisha ajenda za nchi za kuharakisha maendeleo yake zinafikiwa. Pongezi kwa uh, Dr Akinwumi Adesina, ambaye amemaliza muda wake, ambaye kwa kweli ameipandisha hadhi ya benki ya maendeleo ya Afrika na ameleta utaratibu mpya ambao umekuwa mzuri sana wa kutoka kutoka eh, kwenye benki kujishughulisha na vimiradi vidogo vidogo kwenda kwenye miradi mikubwa. Hii ni hatua kubwa ambayo eh, ni legacy kwa benki ameiacha, lakini tumpongeze na eh, rais mpya tuliyemchagua, eh, Dr Sidi Ta ambaye eh, si mpya si mgeni eh, katika tasnia hii ya kifedha lakini pia si mgeni katika ushirikiano yeye kama yeye na Tanzania uh, kupitia portfolio nyingine ambayo alikuwa nayo. Eh, tayari tumekuwa tukishirikiana naye kupitia kofia nyingine ambayo alikuwa nayo, ikiwemo miradi ile iliyokuwa inafadhiliwa na Benki ya Maendeleo ya Badea ambayo alikuwa akiiongoza. Ameshatembelea Tanzania mara kadhaa na sisi tumetembelea eh, kama wizara eh, katika kuongelea ushirikiano tuliokuwa nao kupitia nafasi ile aliyokuwa nayo awali. Kwa hiyo tunampongeza kwa ushindi na tunamkaribisha katika kuiongoza eh, eh, Benki ya Maendeleo ya Afrika. Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB imetimiza miaka 60 tangu kuanzishwa kwake, ikiwa na wanachama 81 zikiwemo nchi 54 za Afrika na imekuwa ikitoa mchango mkubwa wa maendeleo. Ni kushukuru sana, Miriam Mlaponi. Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake katika jiji la Dar es Salaam ukitokea mkoani Lindi, ambapo ukiwa katika jiji la Dar es Salaam unatarajiwa kukimbizwa kwa kilomita 357, sanjari na uzinduzi wa miradi 36 yenye thamani ya shilingi bilioni 79. Goodluck Msola ameandaa taarifa zaidi. Mwenge huo wa Uhuru ambao umepokelewa jijini Dar es Salaam na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, ambapo umepokelewa katika wilaya ya Temeke ukitoka mkoani Lindi, huku mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila akieleza namna ambavyo utakimbizwa katika wilaya tano za mkoa huo ikiwemo Temeke, Kigamboni, Ilala, Kinondoni kisha kumaliza na wilaya ya Ubungo kabla ya kukabidhiwa kwa mkoa wa Tanga. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kama ambavyo umetoa taarifa fupi katika hotuba yako, mwenge huo huu unabeba kauli mbiu ya kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Aidha, pamoja na ujumbe huu mwenge huu wa mbio za uhuru naambatana na, na kauri mbiu za kudumu kama vile mapambano dhidi ya viviu na UKIMWI, mapambano ya rushwa, mapambano ya malaria pamoja na madawa ya kulevya. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, naomba nikuthibitishie kwamba viongozi wote nikiwemo mimi pamoja na wenzangu wa, wa mkoa huu wa Dar es Salaam tumejipanga kuhakikisha mwenge wa uhuru unakimbizwa katika baadhi ya maeneo mengi, kumulika maendeleo, kukagua pamoja fanya mengine yote. Akiwa katika wilaya ya Temeke, kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa Ismail amekagua miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo shule za anati hospitali pamoja na kutembelea miradi mbalimbali ya kuwainua vijana kiuchumi huku akiwataka manispaa ya Temeke kuhakikisha miradi hiyo inaleta tija kwa wananchi. Mheshimiwa Rais aliwaahidi wananchi kuhakikisha ataziagiza halmashauri manispaa zilizomo ndani ya wilaya na mikoa kutenga fedha za asilimia kumi kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kwa makundi yafuatayo, na haya yote Mheshimiwa Rais ametekeleza na viongozi ambao wamewapa dhamana hizo kwa maana ya wakurugenzi pamoja na wakuu wa wilaya na wasaidizi wao wote wameweza kutekeleza jambo hilo kwa asilimia mia moja. Dkt Samia oye! Na makundi hayo yamegawika kama ifuatavyo: kwanza, kundi la akina mama kwa maana ya asilimia nne, kundi la vijana kwa maana ya asilimia nne na kundi la watu wenye mahitaji maalumu kwa maana ya asilimia mbili. Naye mkuu wa wilaya Temeke Sixtus Mapunda sanjari na viongozi mbalimbali wa Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali ambao wamehudhuria katika shamra shamra hizo wameishukuru serikali kwa kutoa fedha hizo za maendeleo huko, wakiamini zitaweza kusaidia kukamilisha miradi hiyo na kuleta maendeleo kwa wananchi. Nakili kupokea kwa Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, ukiwa unawaka unang'aa na unameremeta hii. Ninakiri kuwapokea wakimbiza mwenge kitaifa pamoja na viongozi na aratibu kutoka wizarani wakiwa na afya tele, wakiwa na afya njema, wakiwa na nguvu tele. Ndugu mheshimiwa mkuu wa mkoa, katika kipindi cha siku ya leo, yaani masaa ishirini na nne yajayo mwenge wa uhuru utakimbizwa kwenye kilomita 62 mita 730, na katika kipindi chochote, jumla ya miradi saba itatembelewa ikiwa na thamani ya bilioni 17 milioni 127. Ni taarifa yake Good Luck Msola. Chama cha wananchi CUF kimesimamia msimamo wake kuwa kitashiriki uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu licha ya kuwa serikali haijasikiliza madai ya chama hicho ya kumtaka Rais Dr. Samia kuitisha kikao cha wadau wa demokrasia ili kuhakikisha uchaguzi unakuwa huru na wa haki. Mrisho Mapeo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza jijini Dar es Salaam na waandishi wa habari, katibu mkuu wa chama cha wananchi CUF u taifa, Husna Mohamed Abdallah amesema kikao hicho cha pamoja cha wadau wa demokrasia ni muhimu katika kuhakikisha kunakuwa na uchaguzi huru na wa haki na kuiwezesha Tanzania kuendelea kuwa ni kitovu cha amani. Bi Husna amesema kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi wana wajibu mkubwa wa kuhakikisha uchaguzi Uchaguzi unakuwa huru na wa haki kuanzia hatua za awali kwenye kuapisha mawakala hadi kutangaza matokeo, na kwamba amani ya nchi inategemea utendaji wao wa haki, pamoja na chama cha wananchi CUF kupaza sauti mara kadhaa na kutoa wito kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan kukaa na wadau wa demokrasia ili kujenga mustakbali wa pamoja, kuhakikisha kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 unafanyika na unakuwa huru na haki. Bado hakuna majibu ya moja kwa moja kwa rais yanayoashiria dhamira ya kuwarudisha Watanzania pamoja kupitia uchaguzi huu. Hivyo tunalazimika kurudia kwa msisitizo mkubwa kabisa kwamba uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ndio utakaojenga imani na heshima kwa Rais Samia na taifa endapo utakuwa huru na haki. Ndugu wanahabari, kaf chama cha wananchi kitashiriki uchaguzi wa mwaka 2025 kwa kusimamisha mgombea wa urais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania mgombea wa urais wa Zanzibar, wagombea wa ubunge, wagombea wa wakilishi na wagombea wa udiwani nchi nzima. Tunatoa wito kwa wanachama na wananchi wanaotaka kugombea nafasi hizo kupitia kafu, chama cha wananchi wafanye hivyo kwa kuzingatia sheria za nchi, katiba na kanuni za chama chetu. Aidha, katibu mkuu wa CUF taifa amesema chama hicho kinaendelea na vikao mbalimbali ikiwemo vikao vya baraza kuu la chama na kuteua viongozi na watendaji mbalimbali mbali wa chama ikiwa ni katika maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu. Hivyo amesisitiza suala la Rais Dr. Samia kuitisha kikao moja cha pamoja cha wadau wa demokrasia. Hata hivyo Bi Husna ametumia mkutano huo na waandishi wa habari kuzungumzia changamoto ya vitendo vya ukatili ikiwemo utekaji na watu kupotea ambapo amesema ni muhimu kwa serikali kuchukua hatua stahiki. Ndugu wanahabari tungependa kutumia fursa hii kutoa ufafanuzi kwa wanachama na viongozi wa ngazi mbalimbali Tanzania bara na Zanzibar kwamba majukumu ya kiutendaji kwenye ofisi za chama za makao makuu Mtendeni na ofisi kuu Buguruni yapo chini ya mamlaka ya mamla kikatiba ya kamati tendaji ya taifa, kwa mujibu wa ibara ya 88 ya katiba ya CUF Chama cha Wananchi ya mwaka 1992 toleo la mwaka 2019, na wasimamizi wakuu wa watendaji ni manaibu, ni manaibu katibu mkuu, ibara ya 99 kifungu namba moja, chini ya katibu mkuu ambayo imezungumziwa katika ibara 96 Kifungu cha kwanza eh. Ni taarifa yake Mrisho Mapeo. Katika kuhakikisha Watanzania wanafikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2025 2050, wiki ya azaki mwaka huu inatarajia kujikita kujadili dira hiyo na namna itakavyowezesha wananchi kujitegemea na kuwajibika sanjari na kufurahia maisha bora. Hazla Omar ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Sana waandishi wa habari jijini Arusha, mwenyekiti wa bodi ya azaki CPA amesema maono yao ni kuwa na raia wanaoenda sambamba na dira hiyo. Maono yetu kama FCS ni kwamba tunatamani na tunaamini, uh, kuwa na raia ambao wanawezeshwa, ambao wanajitegemea, wenye kuwajibika, lakini pia wana haki zao za kijamii na za kiuchumi na, na, na, na kufurahia maisha bora. Nafikiri kila mtu hilo ndio anatamani liwepo, na sisi ndo tam tamanio letu kubwa. Mkurugenzi mtendaji wa AZAKI Justice Rutenge amesema watatumia nafasi hiyo kuhakikisha wanatoa elimu itakayoipeleka jamii kwenye maono ya dira ya taifa ya maendeleo. Tukiongea kuhusu maendeleo, tunamwangalia mtu, kwa hiyo tutatumia muda mrefu sana pia kuzungumza kuhusu je, mwananchi wa Tanzania ikifika mwaka 2050 anafananaje, anakuwa na uwezo upi yeye mwenyewe kama mwananchi ana interact vipi na serikali yake. E, ana interact vipi na fursa ambazo zinatokea katika sekta binafsi, fursa za kidunia? Mwananchi wa Tanzania anafananaje uh, mwaka 2050? Na, na katika hilo kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangazia sekta moja ambayo ni, ni muhimu kwa ajili ya, uh, ya kumwendeleza huyu mwananchi ambayo ni sekta ya elimu, kwamba mwaka huu tunajiangalia katika dira inayoenda ku, enda kutekelezwa, tunajiona wapi kama asasi za kiraia, tunaona huyu mwananchi tunayemtumikia tutamsaidiaje na sisi kama wanazaki tunajitathminije tunavyoenda mbele? Wiki ya AZAKI mwaka huu inayofanyika kwa mara ya saba inatarajia kuwa na washiriki zaidi ya mia nane huku ikiwa na kauli mbiu isemayo uwezesha ubia kwa maendeleo kwa pamoja. Tunapojumuisha uh, resources zetu, tunapojumuisha nguvu kazi zetu, na tunapojumuisha majukwaa yetu, basi tunakuwa na nafasi ya kuweza kufanya tafakuri za changamoto zilizokuwepo katika maendeleo, kujua mahitaji ya Watanzania, kujua pia namna ya kuiposition Tanzania ya kimaendeleo. Lengo kubwa hasa ni kuleta mashirika yote yasiyo ya kiserikali kukutana, kwa sababu tunafanya kazi za maendeleo kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Kwao tunakutana kutoka Tanzania bara na Zanzibar, kuweza kujumuika ndani ya hii wiki moja, na tuweze kujifunza na kutathmini kazi zetu za maendeleo ndani ya nchi yetu, lakini wakati huo huo kuangalia namna gani mikakati yetu tunaweza kushirikiana kwa pamoja katika kufanya hayo. Ni taarifa yake Hazla Omari kutoka Arusha. Wanawake nchini wametakiwa kujiamini na kushiriki kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu, huku wakitahadharishwa kuepuka vitendo vya rushwa ya ngono ili kupata uteuzi kwenye vyama vyao vya siasa taarifa zaidi na Amrisho Mapeo. Akizungumza wilayani Kibiti mkoani Pwani katika mafunzo ya kuwajengea uwezo wanawake kushiriki uchaguzi mkuu, mratibu wa umoja wa wanawake wana siasa Tanzania yaani Ulingo, d Ave Maria Semakafu amesema wanawake wana haki ya kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi kwenye uchaguzi mkuu. Dkt. Semakafu amesema kuwa ipo changamoto ya wanawake wanapohitaji kupata uteuzi wa kugombea nafasi mbalimbali mbali kwenye vyama vyao, kulazimika kutoa rushwa ya ngono. Hivyo amewataka wanawake kujiamini na kuwatahadharisha wanaume wenye fikra za kuendeleza utamaduni wa kuwataka wanawake kutoa rushwa ya ngono kuacha utamaduni huo. Lengo kubwa la haya mafunzo yetu ya leo ni kujengeana kujiamini, lakini vile vile kuwasaidia kuwapa nyenzo ambazo zitawasaidia kwenda kuomba ku teuliwa na vyama vyao ili waweze kuwa wagombea, maanake unaweza ukawa na hamu ya kugombea, lakini bila kuteuliwa na chama chako huwezi. Lakini vilevile vile, mbinu jinsi gani waweze kujenga hoja maanake tatizo kubwa ambalo tunalo ni hoja, ujengaji wa hoja unakuwa ni shida, lakini vile vile kuwaepusha na kishawishi cha rushwa ya ngono. Maana yake kuna kasumba ime, imeenea kwamba ili uweze kufanikiwa katika vyama vya siasa lazima ukubali kuwa na mbebaji, mtu wa kukubeba, ambaye mara nyingi ni hao wanaume ambao wanakuja, wanadhalilisha wanawake kwa kudai rushwa ya ngono. Kwa wanaume waone aibu pale wanapokwenda kuingilia na kudhalilisha. Maanake, naomba nikueleze, anayekwenda kudai na kulazimisha rushwa ya ngono sio mwanachama wa chini ni mtu mwenye madaraka. Tunapoongelea rushwa ya ngono sextortion. Ni mtu mwenye madaraka anatumia nafasi yake katika kutoa haki kwa mtu wa chini. Kwa upande wao, baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo akiwemo Saumu Rashidi kutoka Ulingo amesema wanawake wanahitaji kuendelea kujengewa uwezo ili wajiamini na kujitokeza kugombea bila kuhofia wala kutoa rushwa. Huko Moza Lugomeko, diwani wa kata ya Mchukwi, akimpongeza Rais Dkt. Samia kwa ujasiri na kuwasaidia kuleta maendeleo kwa wananchi wa kata ya Mchukwi. Kwenye vyama vya siasa vingi wanawake uh, wana changamoto kubwa ya kuingia kwenye nafasi za uongozi. Lakini tunapoongelea wanawake na wasichana wenye ulemavu, changamoto yake inakuwa mara mbili zaidi. Kwa hiyo tumeona wakati huu uh, tutumie fursa hii ili tuweze kuwatambua na kwa kuwa na wao wana haki ya kuwa viongozi bila kujali aina ya ulemavu walionao. Kwa hiyo baadhi ya wanawake ambao wameshiriki tumeona kabisa kwamba namna ambavyo wamejitanabaisha kwamba wengi wao wameweka nia katika vyama vyao vya, vya siasa na hii inatutia moyo kwamba kumbe mkiwafikia wanawake wengi zaidi lengo la kuwa na uh, wanawake wengi katika nafasi za uongozi litatimia. Muhimu ni kuwatambua na kuwajengea uwezo uh, namna ya kusimama katika majukwaa namna ya kuanisha sera za vyama vyao na, na matukio katika maeneo yao changamoto mbalimbali wanazokutana, watakazokutana nazo katika maeneo yao ya kugombea kwenye udiwani ubunge na na na kadhalika. Niendelee kumshukuru Mama Samia na pia hata na mbunge wetu kwamba Mama Samia ameweza kutujali kata ya Mchukwi katika changamoto nyingine ni maji ambayo tuna miradi mikubwa miwili, lakini pia tuna miradi mikubwa tena miwili katika visima vyake vile mia tisa ambavyo alivyokuwa amevitoa kule kwenye kata yetu, tulipata visima viwili, lakini tuna miradi mingine hii, mradi mkubwa sana ambao huo huko Mkupuka ambao haujaweza kutoa maji mpaka sasa hivi. Sasa, hivi, hivi sasa tunaomba mama basi, kama kutakuwa na uwezekano, hatujali hizo pesa za kuweza kumaliza, kwani tunaanza kubwa sana sisi kama wanawake, kwa sababu wana maji haya watumiaji wakubwa ni wanawake. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa TVE, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Nezia Masinde. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE. Habari: Palestina, 25 wauawa wakati wa usambazaji wa msaada Gaza.